Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya ndani ya studio hii leo, tukiwa tunazungumzia matatizo ya figo na tumekuwa tukizungumza tu hapa na daktari pamoja na Francis ambaye, uh, yeye pia ameathirika uh, kwa namna moja au nyingine, lakini uh, hivi sasa kama alivyotueleza, ni kwamba aliweza kupata matibabu na anaendelea vizuri. Kabla tuende kwenye mapumziko, daktari, tulikuwa tunataka kujua kwa nini hivi sasa tofauti na kitambo, uh, tunapata kwamba hata watoto wadogo wanaathiriwa na magonjwa ya figo. Lakini kabla kwenda hapo, kama tunavyoona hapo katika ukuta wako, tunataka tueleze tofauti ya figo ambayo iko sawa na figo ambayo imeathirika inakaa namna gani? Aya, sawa, sawa tukiangalia hapa hii ndio figo ya kawaida. mm -hmm. hii ni kubwa hii, juu ya kuonyesha <laughs> <laughs> watazamaji. mm -hmm. figo yenyewe ni inatoshana na mkono yako pekee. uh -huh. Lakini tuangalie hii yenye imefanywa kubwa. mm -hmm. hii nyekundu ndio, mm -hmm. inaingisha damu kwa figo na unaona venye inaenda kwa sehemu tofauti. mm -hmm. hapa mahali imeandikwa cortex hapa ndio kazi inafanyika kwa figo hapo, ile kuch kuchajua eh, damu hapo mm -hmm. Ndio kazi inafanywa. Alafu hayo maji yote na sumu yenye imetoke, imetokelezea mm -hmm. yanaingia hapa mahali inaitwa eh, inaitwa medala in the pyramids. Tunaitanga medala but one of them inaitwa pyramid. Ikishaingia hapo yanatoka hapa kwa hii tunaita ureter. Ureter ndio sasa inaenda kwa, kwa, uh, kwa bladder na mkojo yanatoka. mm -hmm. Haya ndio mambo ikiwa sawa sawa. Mm -hmm. na ile damu yenye imesafishwa inatoka na ile ya blue. Mm -hmm. Haya. Tukuze hapa mahali mtu amekuwa na shida na figo kwa muda, unaona ile sehemu mahali tumesema kazi inaf, inafanywa kwa figo mm -hmm. imeanza kuwa nyepesi, na inamaanisha hapo kuna scarring imefanyika. mm -hmm. inamaanisha hizo sehemu hazifanyi kazi haya. mm -hmm. nyingine yatakaa tu ile kiwango yao, lakini kama filta yenyewe haifanyi kazi, ile chajio kama haifanyi kazi, inamaanisha yenye inatoka hapa labda haijafanyiwa ile chajio, ama labda hata haitatoka. Ndio unapata mtu mwenye amekuwa na shida ya figo kwa muda mrefu sana, hata kutengeneza mkojo hawawezi tengeneza. Mm -hmm. Kama no. vile ambavyo Karuri alikuwa ametueleza kwamba ilifika wakati japokuwa yeye si kwa muda mrefu lakini unasema ulifika wakati ukawa huwezi kupata haja ndogo na pengine daktari alikueleza kwamba ni nini? Uh, daktari tu aliniambia ati uchafu ama huyo sumu mm -hmm. Uh, ilikuwa imeenda kiwango ya juu mm -hmm. na lazima hiyo hiyo ingeteremshwa. Na lazima wangepeleka dialysis ili weze mashine mashine iweze kusaidia kusafisha kwa sababu uchafu ulikuwa mwingi. Mm. Yeah, kwenye, kwenye figo. Sawa sawa. Daktari, tuje kwako kuhusiana na hili swala la kuona visa vingi vya watoto ambao pia nao wanahitaji kwenda kufanyiwa matibabu ya figo. Chanzo ni nini kwa watoto wadogo? Uh, kwa watoto wadogo tunaweza sema kuna yale yenye wamezaliwa nayo. Mm-hmm. Hiyo inamaanisha kuna shida kwa ile njia ya mkojo kutoka figo hadi chini kwa blada na kutoka kwa mkojo labda imepatikana wakati kum, um, mtoto amezaliwa. Siwezi sema kwamba haya mambo yameongezeka kwa wale juu, kitambo iliku, ilikuwa tu hayapatikani. Siku hizi kila mtoto anaangaliwa na pediatrician labda akizaliwa mm -hmm. na at least na daktari mmoja na wanapata haya shida mapema na pia wazazi wameanza kuwa na ujuzi ya kuangalia mtoto anapitisha mkojo, mkojo inakaaje. Hiyo pia inatu, inatusaidia ni venye tunaiona sasa, lakini kuna wengine wenye sasa pia wanapata e, venye tu tuseme mwenzangu hapa Francis alipata, wanapata mashida za kuendesha, kutapika, pia wao wako na ile riski ya juu pia ya kupatikana na shida ya figo. Naweza sema kitambo tulikuwa tunapoteza watoto wengi juu ya hii shida, lakini sasa hii kutoka wakati dialysis ilianzishwa hii nchi, tume tumeokoa watoto wengi sana kutoka kuwapoteza kwa, kwa shida ya figo. Na inapokuja kwa watoto, dalili zao ziko vipi? Ni sawa za watu wazima ama zinajitokeza namna gani? Naweza sema ni sawa na watu wazima ju taona pia mtoto sasa ameanza kushika maji kwa mwili hata hat, mtoto unajua, una change daipa utaona hakuna mkojo yote, labda imekuwa siku nzima mm. Na hiyo ndio mama wakati wengi atakwambia leo, kila wakati naangalia daipa, hakuna mkojo yote. Na hiyo ndio inatuonyesha ishara kwamba e, labda hapa kuna shida kwa figo na lazima tuangalie na tuanze kuitatua. Mm. Ndio pia kuna hata dialysis ya watoto inafanyika hapa nchini. Sasa huyo ni mtoto mchanga. Tuseme mtoto pengine wa miaka mitano kwenda juu ameanza kupata tatizo hili. Kuna ishara gani ambazo zitajitokeza uweze kujua kwamba hapa pana tatizo? Eh, kwa watoto wa umri ya juu kidogo we, kuna mashida zenye zinatokelezea kutoka very basic infections yale watoto wanapata, so unaweza pata mtoto alikuwa na sore throat, labda ulitibu tu kama kawaida, eh, ile dawa unapea mtoto maji ikiwa na, na, na asali na akakuwa sawa, lakini unaweza pata ile ugonjwa baadaye itaenda kuathiri pia figo yake. Na kwa hao watoto pia ile, ile alama itakuwa tu yale yale, utapata mtoto ameanza kufura kwa mwili sana sana. Mtoto mtoto akigonjeka ile kucheza kwake itapunguka ndo. mm -hmm. Utajua hiyo ndio, hiyo ndio ishara kwamba kuna shida hapa, anaanza kuwa mdhaifu e, anaanza kuwa mdhaifu hataki kucheza na wenzake, hataki kutoka kwa kitana ama kwa nyumba. mm -hmm. Watoto hawafichangi ugonjwa yao. mm -hmm. Wanakuonyesha mbele hapo. Ndio saa zingine wazazi wanakuja wanatuambia, mtoto wangu siku hizi hachezi na naona kama anaanza kufurafura kwa mwili hapo. mm -hmm. ndio tunaonanga labda shida ni figo na kuna lile swala la kusema kwamba huenda kwamba mtoto amezaliwa na tatizo hilo. Ni kitu gani huwa kinachangia mtoto kuweza kupatikana kwamba amezaliwa na tatizo la figo? Uh, ni ngumu kusema, kuna kitu yenye tunaweza sema haswa hii ndio ilisababisha. mm-hmm. yenye tunajua ni kuna kuna vitu kwa, kwa genetics labda kama kwa familia yako kuna mtu alikuwa na hiyo shida, mm. labda mtoto wako anaweza patikana nayo mm -hmm. Lakini sana sana hayo ni mambo yenye yanapatikana tu kwa kwa jamii, na juu siku hizi tunaweza yaangalia na kuzisuluhisha, tunazipata na tunaziyatibu. sawa sawa. Uh, Karuri, katika wiki mbili ama siku nane zile ambazo ulikuwa huko hospitali ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakujia ndani ya akili yako? Baada manake unatueleza ni baada ya kupata mlo fulani tu ndo ukakupelekea, mpaka ukaanza kupata matatizo hayo. Kitu gani kilikuwa kinakujia katika akili yako, na unadhani ni kitu kipi ungefanya vizuri usingejipata katika shida hiyo? Ah, naam ah, Mwanahamisi, mawazo yalikuwa mazito. hmm. na nilikuwa sikuwa pahali pazuri, hmm. kuongea ukweli. hmm. na kama kuna kitu naweza badilisha Uh, ni kukua tu taitoaji kuwa wajibika mm -hmm. Na kukua careful na chochote sahii kwa lishe, especially sahii daktari daktari aliniambia lishe ni muhimu sana sahii mm -hmm. chochote nachukua kwenye milini kwenda kuchukua ndani ya kuingiza kwa mwili yangu mm -hmm. Uh, nichukue sana sana nile ni mboga mm, uh, maragwe na akaemphasize sana kila sasa ninywe maji mm. No, nilikuwa nakunywa maji there before, nikunywe maji kwa wingi uh, na maneno ili, ili iwe, iwe, iweze kuwa sawa Ksawa okay, sawa, sawa. Mtazamaji kama kawaida yetu ndani ya Jukwaa la Afya watu nawashirikisha wanahabari wetu nyanjani, na hivi sasa tunataka tuungane na mwanahabari wetu uh, kutoka Nyeri Kamau uh, Mwangi, tuangalie ametuandalia nini kuhusiana na mada. Kamau Mwangi kazi kwako. Naam, uh, ugonjwa wa figo ni kati ya magonjwa sugu ambayo yamewasumbua amewasumbua wa Kenya kwa kiwango kikubwa, hasa matibabu. Na hii leo katika kaunti ya Nyeri, tunazungumza naye Samuel Maina ambaye ni mgonjwa wa figo na mwenye umri wa miaka hamsini na mitatu, aweze kutueleza safari yake na ugonjwa huu, imekuwa iko vipi? Dalili za ugonjwa wa figo zilianza kama bipi yangu imepanda sana, so kutoka pale Uh, sikukubali, nikaenda kutibiwa hospitali. Sikuwa na uwezo mpaka wa kutembea, maana nilikuwa nahisi uchovu mwingi sana. So wakati nilipoenda katika hospitali, nikaenda kupokea matibabu, nikaambiwa nipimwe vipimo, nijulikane shida yangu ni gani. Kutoka pale ndio ikajulikana ya kwamba figo zangu zimefeli. Uh, sikukubali na siku sikuweza kuamini ya kwamba figo zangu zime zimeharibika, but after kuongea na daktari, nilirudi kujikubali, na kutoka pale nikaanza matibabu ambapo hiyo miaka sita nimekuwa nikifuata matibabu, lakini daari sisi nilianza 2022 naam na, na Bwana Maina tangia mwaka 2022 pengine, unaweza kusema ume have kufanya nini, uh, ama adjustments kwa maisha ili kuweza kushughulikia ugonjwa uh, baada ya kuambua sasa, lazima ufanye dialysis. Uh, kutoka 2022 wakati nilianza dialysis ni mambo mengi sana imebadilika ya maishani mwangu, yani jambo la kwanza, siwezi nikafanya kazi ngumu. Nilikuwa nafanya kazi ya nilikuwa nafanya kazi ya sales. Siku hizi siwezi nikatembea sana. Kama ni nyumba, nilikuwa nakaa nyumba ya two bedrooms, siku hizi nilibadilisha kabisa. Mambo ya vyakula ambavyo ninakula zote nyingi niliacha kabisa, sasa nafuata maagizo ya daktari. Umekuwa ukitibiwa chini ya NHIF, kuna bima mpya ya afya ya SHA, pengine matibabu chini ya bima hizi mbili ukiyafanya comparison yako vipi? Uh, nikilinganisha bima ya NHIF na SHA, uh, NHIF NHIF ilikuwa zaidi, ilikuwa nzuri sana sababu NHIF ilikuwa natulipia ndawa, ilikuwa natulipia dialysis, na kwa mwezi tulikuwa tunafanyiwa test ama vipimo baribari. Uh, hata kama pengine ndawa zingine hazikuwa zinapatikana, lakini wakati wa NHIF mambo yalikuwa mazuri at least ilikuwa natulipia vizuri uh, lakini tukifika wakati wa SHA kuko na changamoto nyingi sana kama ni madawa, madawa lazima ununue madawa, hata kale hata dawa ambayo iko ni ya pesa kidogo zaidi unanunua. Inatulipia tu machine, inagharamia tu kulipa dialysis, lakini vipimo na vipimo inagharamia kipimo kimoja kwa mwezi kama kuna kipimo kingine ambacho utapimwa hapa katikati lazima ugharamikie, uende kwa mfuko yeah. Na ukitupigia taswira uh, pengine kwa mwezi mmoja e, ulikuwa unatumia fedha zinatoshanaje uh, kufanya treatment ya uh, kidney uh, ukilinganisha na ile ambayo sasa unapewa kwa sasa, chini ya sha? Wakati wa NHIF bima ya NHIF nilikuwa nahitajika kulipa 500 kwa mwezi nayo ilikuwa nanisimamia kwa mwezi mmoja, nilikuwa naona inalipa shilingi uh, sabini na sita elfu. Lakini sasa tukifika upande wa sha kumekuwa na changamoto. Serikali ituwabia kwamba tutakuwa tukilipa, tukilipa mia tatu, lakini sasa naona nimeandikiwa ya kwamba lazima kila mwezi nilipe mia nane hamsini. So sha imepanda zaidi ya vile nilikuwa nalipa lipa, uh, mia tano. So hapa tumekuwa na changamoto na dawa. Kama mi natumia dawa karibu za uh, elfu mbili kwa siku, inabidi nigharimikie ama pengine niongee na marafiki ndio niweze kusimama vizuri. Yeah. Na, na pengine tukimalizia ombi uh, lako kwa serikali pengine kwa matibabu ya figo uh, linaweza kuwa ni lipi haswa? Uh, hivi ambavyo imekuwa ni dhahiri kwamba haturejei kwenye NHIF na tutaendelea na SHA, ombi langu kwa serikali ni ya kwamba uh, maana walisema SHA ni ya kutusaidia wagharamikie mambo yote. Tumepoteza watu wengi sana. Kama mtu amekosa dawa, kama mtu amekosa pesa ya kununua dawa na dialysis ya mtu waki asipoenda dialysis ama akienda dialysis akosa kunywa dawa, maisha yetu iko hatarini sana. Naam. Asante sana na huyo ni Bwana Samuel Maina, mgonjwa wa figo katika kaunti ya Nyeri, akiweza kutoa hoja zake pale kwenye mjadala wetu wa siku ya leo kwa upande wa studio. Nam, asante sana mwanahabari wetu Kamau Mwangi hapo akiwa amegusia swala ambalo ni muhimu zaidi. Daktari, kwa wagonjwa wa figo wanasema kwamba mbali na dharubu wanazopata katika safari hii, kuna sala la matibabu. Sijui kwa upande wako utalizungumzia vipi hilo, uh, iwapo wanataka kupata matibabu kupitia hizi bima za afya ambazo, uh, wanalipia kupitia serikali uh... Naweza sema matibabu bado yanaendelea ya kwa bima ya serikali. Mm -hmm. Kama kwetu kwa St. Francis Hospitali, bado tunachuku, tunachukua SHA eh, na bado inaendelea kufanya kazi. Mm -hmm. Na chini ya hiyo bima ya afya eh, matibabu mengine yenye zinahitajika wakati unafanya haya matibabu. Mm -hmm. Si dialysis pekee. Mm -hmm. Dialysis lazima tukumbuke, ile damu lazima itoke kwa mwili na irudi Inamaanisha kuna kitu inaitwa katheta lazima iwekwe kwa mwili. Kuna kama si katheta, tunaweza kutengeneza kitu inaitwa fistula, ni tunafanya operesheni, tunashikanisha mishipa ya damu hapo ndio maji hiyo damu itaingia na kutoka. Hayo yote tunaweza kufanyia kwa hospitali na hayo yote yanalipwa na, na bima ya serikali ya SHA. Haya, sawa sawa. Uh, tungependa kusikia kutoka kwako uh, mtazamaji, iwapo pengine una mgonjwa wa matatizo ya figo ama wewe mwenyewe unapitia changamoto hizi za figo, iwapo kama unapata huduma hizi kwa urahisi, ama pengine changamoto ziko wapi? Ndio ili wadau wenyewe husika waweze kujua kwamba tatizo liko wapi na jinsi gani linaweza kutatuliwa. Kwa hivi sasa, nataka nimkaribishe mtaalamu wetu wa lishe eh, bwana Felix Uh, karibu sana na kabla tuende kwenye mapumziko uh, Karuri alitueleza kwamba alipokuwa hospitali alipatiwa ushauri ama tuseme miko, akaambiwa kwamba aji awe mwepesi wa kutumia vyakula aina fulani fulani. Kabla ya kwenda kwa vile vyakula ambavyo mgonjwa wa figo anastahili kutumia, naomba utueleze ni vyakula gani ambavyo pengine um, tukivila kwa wingi vinatuweka katika hatari ya kuharibu figo zetu iwepo ni vyakula iwapo ni vinywaji vinatuweka vinatwe, katika hatari ya kuharibu figo zetu, na iwapo tutaendelea navyo kwa muda mrefu madhara yanakuwa ni gani? Uh, shukran uh, kwa hilo swali, na nafurahia tunakuwa na mazungumzo ya figo uh, kwa sababu kesho uh, tunaadhimisha World Kidney Day uh, uh -huh. Uh, na tukirejelea mambo ya afya uh, ya figo kulingana na chakula na ni mitindo tunaona ya kisasa, uh, sana sana kizazi ya siku hizi, chakula cha kwanza nenye naweza sema sana sana ni chakula aina ya protini. mm -hmm. tunapata uh, kizazi ya siku hizi, unapata labda kijana anakula labda tuseme kama ni nyama kilo mzima, mtu mmoja, sawa sawa. uh, eti ni wanapiga sherehe, wanafurahia, ni weekend, unapata mtu amekula labda kilo mzima ya nyama so mm -hmm. tukijaribu kuangalia nyama kama aina ya protini, wakati inasiagwa na mwili wetu huwa inatoa uchafu na hiyo uchafu ndo moja ya uchafu tunafuatilia kuweza kujua mtu kama figo zake zinafanya kazi vizuri ama zifanyi kazi vizuri na, ito, na inaitwa urea. Kwa hivyo inamaanisha wakati wote mwili wetu ukisiaga aina ya chakula yenye inakupa protini huwa inatengeneza hiyo aina ya uchafu. Na kwa hivyo, wakati ni vizuri ujue mwili yako unahitaji aina ya protini mingi hivyo. Kwa mfano, kulingana na hesabu huwa tuna, tuna approximate ya kwamba uh, hadot anahitaji kama asilimia 0.8 uh, grams kwa kilo zako kulingana na uzani wako wa kilo kwa siku, ndio uweze kujua kiwango ya protini unafaa kukula. Hii inamaanisha kama Felix niko na kilo labda tuseme sabini nafaa ku multiply hiyo na 0.8 nipate uh, kiwango ya protini. Ukijaribu kufanya hesabu unapata labda ni gram uh, sabini na nane uh, labda gram uh, themanini lakini nimekula gram elfu moja kwa sababu kilo moja ya nyama ni gram elfu moja. Kwa hivyo inamaanisha nafanya nafanyia figo zangu injustice, kwa sababu inamaanisha sitajaribu kusiaga hiyo chakula, lakini sitatengeneza uchafu mwingi sana kwa mwili, na sitahitaji ziweze kutoa uchafu kupitia mkojo, na unapata nafanya hivyo, na kisha pia sikunywi maji, kwa sababu maji inasaidia sana figo kuweza kuchukua huo uchafu wa urea ichanganyike na maji ndio ziweze kutoka kwa haja kubwa, haja ndogo. Uh, samahani. Kwa hivyo kitu yenye inafanyika hapo inamaanisha kila siku, wakati unakula hiyo kiwango ya protini, unazipa figo zako kazi ya ziada. Na ukizipatia hiyo kazi wiki moja, mwaka moja, miaka ishirini, mwishowe zitaweza kukuwa na uchovu wa kuweza kukusaidia kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hapo, unajaribu kutueleza kwamba wale waraibu wa nyama choma na pombe wako katika hatari hatari kubwa sana mm. kwa sababu... kuna mtu yeye baada ya siku mbili tatu hivyo e... ndio mtindo yani. yeah. kwa hivyo huo mtindo na nimeuona sana sana, na vijana wengi sana, na wengine wenye wanakuja kama na haina ya figo yenye mwenzangu hapa amesema nye inaitwa acute kidney injury uh -huh. unapata wengi wanakuja kwa hiyo kikundi, kwa sababu kumbuka yake haikukua kwa sababu ya maumbile ama infection. Uh, infection hizi zenye zina tunajua, kama virusi kama ilikuja kwa sababu labda chakula alichokikula kilikuwa labda mtu uh, kijatengenezwa vizuri, kwa hivyo kilikuwa na aina ya germs uh, pale hivyo ndio ikampa shida ya ku ya, ku, ya, ya kuarisha na hiyo ikaleta shida ya dehydration. Kwa hivyo inamaanisha pia hizi chakula wakati tunakula na huo mtindo, kama umetizama, ni kwamba saa zingine usafi unaweza kukua hujafuatiliwa vizuri sana. Kwa hivyo unaona pia hiyo ni jambo lingine linaleta hatari, alafu pombe, pombe kwa, kwa kawaida unapata mwili yetu kama venye daktari alikuwa amesema kuna kiwango ya maji unahitaji kila siku, na ndio mtindo mwingine nimeona kwa uh, kizazi ya siku hizi unapata mtu anabeba lita nane za maji ama lita ine za maji uh, kama jana nimekuwa nikiongea na mmoja ananiambia, tulikuwa tunapatana kama saa tisa ananiambia, daktari, venye tunaongea na wewe lita nne za maji ziko kwa mwili by saa hii na bado, siku yangu ijai, mm. ijaisha nitaendelea mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba ni ukweli maji ni muhimu kwa sababu tunaambiwa asilimia kama sitini ya mwili ya binadamu Ma. ni maji mm. na ndio sababu Francis, wakati alipoteza maji kupitia kutapika na kuarisha, alipata dehydration na ndio figo zake zikaumia. Kwa hivyo maji ni muhimu, lakini lazima ujue pia, kulingana na uzani wako, kuna kiwango ya maji unafaa kukunywa na kuna kiwango yenye ni kupitiliza kwa mfano. Kwa hivyo utakapokunywa maji mengi pia utakuwa unaipatia uh, kazi ya ziada. ziada figo figobapo yeah, mm -hmm. Lakini tunasema kwamba uh, kwa kawaida mtu anastahili kunywa angalau lita tatu, ama sivyo daktari? lakini mbuka lita tatu ni eh. pia kwa chakula na yale maji mm. unakunywa eh. chakula yenye unakula eh. pia iko mm. na maji na hiyo inaweza kuwa sehemu kubwa ya maji yenye unachukua una kwa, kwa siku mm. Ndio upate labda hata ukikunywa lita mbili mbili na nusu uko sawa. Sawa sasa, nataka ni unieleze pengine dalili za yule mtu ambaye amepata madhara ya figo kwa kutokana na kunywa maji kupita kiasi ziko vipi? Um, uh, kwanza tunaweza jibu eh, ndio mtazamaji aweze kusaidika. Kama uko chini ya kilo sitini mm. Kiwango ya maji unafaa kutumia ni kama lita mbili mm. Kwa siku hizo, ni glass kama nane hizi za kawaida za nyumbani mm -hmm. Kama uko kutoka kilo sitini mpaka kilo mia moja unaweza kuongeza ifike kama hapo. Lakini ukipata wale wanaenda huko labda uko kilo 50 lakini unapata unakunywa lita tatu ine za maji, hiyo, hmm. Umepiti, umepitiliza kiwango ya maji kwa mwili. Hmm. Uh, kwa hivyo unauliza swali ya maji, tunaweza kujuaje mtu labda dalili za mtu mwenye ametumia uh, maji ya kutosha. Kumbuka kuna vitu tunaita electrolytes zenye zinakuanga kwa maji. Ukiangalia maji mingi sana ama upime utapata labda iko na uh, electrolyte moja tunaita sodium, ikona ingine tunaita potassium, ikona ingine tunaita uh, phosphorus na saa zingine unapata kwa kiasi ki kidogo. Saa zingine wameweka ingine, wa e, ingine inaitwa magnesium. Kwa hivyo unapata ya kwamba wakati unakunywa hizi kumbuka, kila siku uh, mwili iko na mahitaji ya hizi vitu, iko na kiwango yenye inahitaji. Kwa hivyo apart from kuongelelea maji peke yake mm -hmm. Haukunywi maji ikiwa haina kitu, iko na vitu zingine hizo electrolytes zenye unakunywa nayo mm -hmm. na kwa hivyo unamaanisha unaweza kupata pia ume, ume cause dilution mm -hmm. ya some of these things unapata ya kwamba haziko kindly vyenye zinafaa kukua. Lakini kwa wale wagonjwa ninaona pale St Francis Hospitali wenye labda wako na shida za figo na maji mm -hmm. utapata kupitiliza kiwango ya maji yenye tutamwandikia hafaa ya kutumia kwa kila siku, unapata dalili moja watakuja nayo ni kufura mm. Unaweza pata labda mtu amefura miguu ama amefura mwili yote ama mikono ama uso. Kwa hivyo hiyo inaniambia tu kama mtaalamu alisha wakati naongea na huo na mgonjwa hapo kwa kliniki ya kwamba labda amepi, anapitiliza ile maji ile kiwango yenye tunahesabu, kwa sababu maji kama venye daktari amesema, tunaangalia vitu zote ziko na unyevunyevu ama vitu zote ziko na maji. Kwa hivyo mimi ukikula chakula kiko na stew ama soup. Bando hiyo pia, kwa wagonjwa wenye wako na wanaugua shida ya figo, hiyo pia tunaihesabu kama maji. Bandu utapata mtu anakunywa uji na chai mm, na kisha amekunywa maji mm, lakini ajajaribu kuangalia viwango hizo zote kwa siku kuhakikisha zimepimwa vizuri sawa. Naomba tumsaidie huyu, maanake naona tuko katika hilo swala. Anasema anaitwa Rose, na kuanga na shida ya kidney, lakini kila saa anaambiwa potassium iko juu. Tafadhali nieleze ni nini na nafaa kuavoid na kukula nini? Hilo, uh, ni swali nzuri sana hmm. Na ndio kwa sababu leo nimekuja na aina mingi ya chakula hmm. Na ni ukweli, potasiamu ni aina ya madini ama mineral yenye ni muhimu sana tunadhibiti ama tunaangalia wakati tunajaribu kuhakikisha tunachunga ama tunajaribu kuhudumia hawa wagonjwa wenye wako na figo hmm. Na sababu yake kubwa ni kwamba wakati figo zinaugua zina, zina ama zinaumia zinashindwa kutoa zile madini unakula zenye ni excess. Kwa sababu huwa zingine zinatoa kupitia haja ndogo, zinatoa kwa hivyo unapata wakati zinaugua ama wakati anafanya dialysis, zingine zinabaki kwa mwili bila kutolewa. Kwa hivyo inamaanisha uh, zikienda juu sana zinaweza kuleta madhara zingine kwa mwili, kama moja yenye inajulikana ni maradhi ya moyo hmm. Iyo potasiamu ikienda kiwango ya juu sana, na utapata wakati anakuja iko juu, daktari wake anaichukulia kama kitu siria sana, na anajaribu kuishughulikia. Saa zingine wanapata hadi, kuna dawa wanapatiwa hospitali pale, tunaita potassium uh, check unapata ya, ya kujaribu kurudisha hiyo potassium yako kwa chini sana mm, na nivyo vizuri, nitajaribu kumwelezea ndo waweze kumakinika vizuri. Kwa hivyo ina maana kwamba hii potassium ikiwa juu ni hatari katika haswa kwa mgonjwa wa figo ama kwa mtu yoyote. Kweli kabisa, okay. Yeah, kwa hivyo um, aina ya chakula sana sana mm. na ndio kikundi cha kwanza nataka kuzungumzia aina yote ya chakula yenye inatoka chini ya mchanga mm. na nikitumia mfano kitu kama uh, uh, arrow roots, vitu kama viazi tamu uh, viazi zile zingine zenye tunaita Irish potato pale nyumbani mm. um, kwa hivyo ukiangalia hizi aina ya chakula zinatoka chini ya mchanga, hata kasava iko hapa bandu kitu yote inachibuliwa chini ya mchanga ni aina ya chakula mojawapo iko na aina ya potassium mingi sana kwa wingi sana. Kwa hivyo utapata pale kliniki, wakati na najaribu kupeana ma, maelezo na kujaribu kuelezea wagonjwa wangu, si expect mgonjwa wangu uh, mwenye anaugua shida ya figo uh, pale St Francis atumie chakula kama hiki kupita mara mbili ama tatu kwa wiki. Kwa hivyo tunajaribu kupima kidogo, ni kwa sababu gani. Pia mwili inahitaji potassium, shida ni venye yake iko juu sana hmm. Lakini wakati iko juu sana unaweza pata za zingine, tumezirestrict ama ile kusema usitumie hiki chakula, manake kuna wengine mtu anaona kwamba kula vizuri, kula healthy ni asubuhi atengeze kopo lake la uji, ale na viazi zake tamu ama na nduma zake, kila siku yeye atakuwa na kula hivyo. Lakini unatuambia kwamba kwa mgonjwa wa figo mwiko kula hivi vyakula kila siku, kweli? Kwa sababu wako kwa hiyo hata hata wa mwenye potassium yake iko sawa mm. wakati unafanyiwa dialysis mm. kuna uwezekano wa hiyo potassium ya yako kupita kiasi, na ndio sababu kwa lisha yao tunataka kudhibiti mm. kiwango hizi chakula. Lakini labda kabla niendelee sana, kuna njia moja ya kudhibiti pia mm -hmm. kiwango. Maliza hiyo maliza ya kudhibiti alafu tuende kwa mapumziko, alafu tutarudi Um, wakati unachonga hizi aina ya ya chakula mm -hmm. kisha unazisoko pale kwa maji mm -hmm. labda usiku mzima, kama unataka kukula kesho, zile siku mbili nimesema ama siku tatu kwa wiki zenye unaweza tumia, pia ni vizuri kupunguza aina ya potassium, na kwa sababu potassium ni mineral, wakati unazichonga, kisha unaziheka kwa maji, unazisoko usiku mzima, kwa sababu potassium ni mineral inapotelea ama inaanza kuingia kwa maji mm -hmm. Asubuhi yake wakati unatengeneza kwa hizo siku mbili ama tatu nimesema, unaweza tumia, unaweza zichemsha pia kwa maji, kisha unatupa hayo maji hizo ni njia mbili zinaweza kukusaidia kuweza kupunguza, ndio. Mm. Um, hata kama unakula hizo mara mbili tatu, mm. Kiwango ya potasiamu unapata kutokana na hizo chakula ume, umeiteremsha ama imekuwa kiasi kidogo sana. Sawa sawa, tutarejea tena kwenye meza yako, tueleze mengi tu kuhusiana na lishe, lakini na hakika katika hilo swala la potasiamu, huyu dada ameweza kupata ajibu ambalo linastahili. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tukirejea tutakuja tuendelee na mada yetu na pia tutazifungua laini za simu. Wengi tu wanatutazama wanasema kwamba asanteni kwa kutuletea mada hiyo. Kuna huyu dada anajiita Karen Chombo, anasema shukran sana kwa uh, mada ya leo. Juzi tu nilimpoteza rafiki yangu kutokana na kidney failure. Na pia kuna Karo naye anasema kazini uh, yangu amekuwa na kidney failure, lakini ameambiwa asinywe uji maji mengi na chochote ambacho kina potasium asile, na pia asile zaidi ya tunda moja, utakuja kutufafanulia kuhusiana na hilo.